Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la... Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, awali yote hatunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia uhai, kwa kutujalia neema na baraka zake katika siku yetu ya leo tupo katika kiwanja cha ndege cha Sheikh Abeid um, um, Amani Karume Zanzibar Terminal 3. Tunatarajia kuwa wageni wa Allah wakati wote kuanzia sasa hivi, tunatarajia kwenda Saudi Arabia katika kukamilisha ibada yetu ya Hija. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, huduma nzuri tumepata kuanzia hapa kiwanja cha ndege, lakini pia tunatarajia huko tunakokwenda pia tutapata huduma nzuri, lakini pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamomba Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi katika safari yetu kwanza, lakini pili, tunamomba Mwenyezi Mungu atujaalie, atufanyie wepesi katika kutekeleza ibada zetu zote tutakazokwenda katika uh, mji wa Madina na mji wa Maka, na tunamomba Mwenyezi Mungu a tutakabalie ibada zetu ziwe makubuli, na kila mtu atakayefanya ibada basi Mwenyezi Mungu amlipe kheri katika lile alilofanya. Na tunaomba shetani asiwe karibu nasi na atuepuke kabisa. Tutakaporudi katika kutekeleza ibada yetu basi tuwe miongoni mwa waja wema ambao Mwenyezi Mungu amewapokea na amewaridhia, na kama Mwenyezi Mungu alivyotuambia hakuna jazaa uh, ya mwenye kutimiza ibada ya hija ila ni pepo. Kwa hiyo nasi tunatarajia pepo yake Mwenyezi Mungu.